Kwengineko ni kwamba waziri wa maswala ya Afrika Mashariki, maeneo kam, na maeneo kame Beatrice Askul anaonya kuwa zaidi ya wa wakenya milioni 1.5 wako katika hatari ya kukumbwa na baa la njaa. Waziri Askul amesema, uh, uh, haya endapo maeneo kame hayatashuhudia mvua hii. Hata hivyo, Askul ameondolea hofu wa Kenya katika maeneo hayo huku serikali ikiwa imeweka mikakati kukabili janga lolote ambalo huenda likatokea. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa sasa anaarifu zaidi kutoka Samburu. Na asante sana mwenzangu, tunakuja moja kwa moja toka eneo la Limisigio Samburu Magharibi, ambapo waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame nchini uh, Beatrice uh, amezuru kaunti ya Samburu uh, kukagua miradi ambayo inaendelezwa na uh, halmashauri ya ustawi na maendeleo katika bonde la Kerio KVDA, miongoni mwao uh, ikiwa miradi ya maji na miradi mingine mbalimbali, lakini japo tumemwona pia waziri akiendeleza shughuli ya usambazaji wa chakula. Waziri, tuanze na swala Hili ambalo ni tata unapozuru maeneo kame e, pengine wakenya wangapi wanakumbwa na bala njaa? Kama tutapata mvua kwa wiki zijazo, then sehemu hizi zitaadhirika zaidi e, katika ripoti yenye tuko nayo kama hasal 23 counties za hasal, tunatarajia kama tutapata mvua M ma, manyumba the population 1.5 1.5 1.5 million to to to 8 uh, 1.5 to 1.8 that's what I mean Uh, wataadhirika, so kwa hivyo ndio sababu yetu tutembee namna hii, tujue sehemu iko namna gani, so that now we are able to prepare ourselves. Nasema na meneja mkurugenzi wa KVDA. uh, tauliza mbona miradi ya maji why wa water project for the Asal counties. We are saying that accessibility of water in the regional counties is critical. One, it reduces conflict because as pastoral move livestock from one area to another, they are likely to encounter uh, some conflict with other communities. So once they have a settled uh, lifestyle where they have water and the children are able to school, there is water in the clinics, then uh, life will be very simple for them. So number two, again uh, is to cushion the people travel long distances to get water. And uh, our role is KVDA and in our strategy which uh, Waziri launched about uh, two months ago we want to ensure that in Asal counties for every five kilometers there is a water structure that's able to serve those communities. KVDA, ndo alikuwa wana implement uh, na ni jambo ambalo tunafurahia sana haswa kina mama katika, eh, sehemu hizi zetu walikuwa wanaenda kilomita nyingi sana kwenda kutafuta maji. We know that they are also the home take, they take care of the homes and all that and it was really affecting them uh, kile tu ningependa kusema ni ya kwamba mimi nina support the Regional Development Authorities ambazo, zimekuwa uh, kama kuna reforms ambazo zitafanywa isikue ya kwamba tunazitoa kabisa, kwa sababu tumeona ile kazi ambayo uh, imekuwa ikisaidia iki katika hizi asal areas asal Asante sana mwenzangu, ndizo kauli ambazo zimeibuliwa na waziri mbunge wa eneo hili na Isula Lesuda, naye meneja wa KVDA Sami Poros kuhusiana na uh, ziara yake Beatrice Askul Moe, na kikubwa anachosema uh, kando na kuendeleza Uh, ukaguzi wa miradi ya KVDA anaendeleza utathmini uh, kuangalia hali kwa namna gani endapo patatokea na kiangazi au msimu wa kiangazi. Na kulingana na takwimu zake ni kwamba endapo pata shuhudiwa na msimu kama huo, basi wa Kenya, uh, zaidi ya familia milioni 1.5 zitakuwa zinaathirika na bala njaa. kwa sababu ya muda ni ruhusu ili kunjav jambo hili, kwako studio. Asante sana, Boniface Barasa huyo akiarifu kutoka kaunti ya Samburu.